Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi hiki muhimu cha Mkate wa Leo, kipindi ambacho kimekuwa baraka mno kwa watu wote. Leo ninapoongea, ni mwisho wa mwaka, tuko tumebakiza masaa machache kuingia mwaka wa elfu mbili ishirini na sita. Tunapoumalizia mwaka huu wa 2025 basi, ni jambo jema kumshukuru Mungu na kuombeana na kutakiana heri njema kwa kumaliza mwaka na kutakiana heri njema ya kuanza mwaka mpya. Mungu mwema, Baba wa mbinguni, niko hapa kumwombea mpendwa wangu na kwa niaba yake kukushukuru Mungu mwema kwa ajili ya upendo wako kwa kutujalia kumaliza mwaka wa 2025. Mwaka wa 2025, sawa na miaka iliyotangulia, una siku 365, na kwa sababu hiyo tumebakiza masaa machache tu kumaliza siku ya 365. Mungu mwema na Baba wa mbinguni tunakushukuru sana kwa ulinzi wako na wema wako na upendo wako kwetu. Imekupendeza kutulinda, kututunza, kutuimarisha, kutu kutubariki na kutufanyia mambo mengi mbalimbali. Tunakushukuru sana sana kwa upendo wako huu uliotufanyia. Lakini katika mwaka huu pia kuna waliolia, kuna waliohuzunishwa kuna waliopoteza ndugu zao, kuna walioibiwa, kuna waliounguliwa nyumba zao, kuna waliopata shida ya mafuriko, kuna wengine wamefanyiwa vitendo visivyo vya kawaida vibaya, kuna wengine ndugu zao wapendwa wamefariki, wengine kwa ugonjwa, wengine kwa kuuawa, lakini wao wamebaki. Niko hapa kwa niaba yao kukushukuru, Mungu wetu wa mbinguni, kwa wema na upendo wako huu mkubwa uliotutendea mwaka huu unaoisha. Asante kwa wema na upendo wako. Nami nakusihi kwa neema yako ya mbinguni, pokea shukrani zetu za dhati kwa utunzaji wako na kwa upendo wako kwetu uliotutendea mwaka huu unaoisha, pamoja na changamoto tulizopita lakini hata hivyo tunakushukuru sana sana sana sana. Nami ni maombi yangu kukusihi kwa masaa machache haya yaliyobaki, kila mmoja anayefuatilia kipindi hiki basi alindwe na nguvu zako, alindwe na mkono wako, akauingie mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa furaha, akaumalize mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano kwa furaha, ishirini na sita aingie kwa furaha. Baba mwema, tunakushukuru sante, Mungu mwema, kwa kuwa utafanya hayo kwetu kwa neema na kwa upendo wako. Lakini pia kwa wale ambao wamelia mwaka jana wamehuzunishwa, naomba wasilie tena, wala wasihuzunishwe tena. Kwa wale ambao waliibiwa, naomba wasiibiwe mwaka unaokuja. Kwa wale walioumizwa vibaya, basi wasiumizwe tena. Kwa wale waliopata changamoto ya kuondokewa na wapendwa wao, Baba, naomba wanao waliobaki wasiondokewe tena na wapendwa wao. Ulinzi wako mwaka ujao tena tunauhitaji sana, mwanzo wake mpaka mwisho wake wa siku mia tatu sitini na tano. Wengine husema mia tatu sitini tano na robo. Kwa hiyo tunakushukuru kwa kuwa utafanya hayo na utamtendea mpendwa wangu, nami naamini kwamba utafanya hivyo na mpendwa wangu atafurahia kuingia 2026 kwa shangwe na kwa furaha. Baraka za Mungu na neema ya Mungu na nguvu zake na uweza wake na ulinzi wake uwe juu yako wewe na familia yako, wewe na wazazi wako na watoto wako na ndugu zako na jamii yako unayoishi nayo. Asante kwa kuwa Mungu Baba umetusikia. Neema na baraka zake Mungu Baba, mwana na Roho Mtakatifu ziwe kwako wewe uliyefuatilia sala hii, na Mungu akakutendee hayo katika jina la Kristo Bwana wetu. Amen.